hii miaka yote kama nizaliwa mu Nyiragongo ulishaona kuko maji maji lishafika Kibumba. Tulileta maji Kibumba, unawakia kitu kidogo, lakini maji saa hii kuko Kibumba. Hii miaka yote depuis kong kuwa hakuna mtu mwenye liletaka maji lakini siya tunaleta maji Kibumba. Awa presida wote wenye wani ongozaka hii nchi wote, hakuna mwenye lisha waza kama neza leta maji Kibumba lakini tuliona mateso ya populasion, populasion mwezi ya saba na ya munane, populasion ya Kibumba napataka shida isi. Periode ya jua, wanatoshaka maji Rwanda, joko ni wanaendashota maji. Periode ya mvula, wanauza kama mabashi, wanauza mabashi, wanakuwa wanatia maiku mabashi, njo yenye maji yene wanatumikishaka Kibumba sasa mnasikia, siye tuko nasusia kujenga kwetu, before tujenge kwetu, njote tutie mbele. Nashukuru sana kunipa neno, mie ni mzaliwa wa Kibumba depwi ni zaliwe, tulikuwa tunashotaka mai fasi wanaita muliki keli mbaka sai, siaonaka kumai lakini chama depui kifiki Wananza tia matio hapa derinyermani fika kule, nikaona maji, nafika karibu hapa fasi ya mwaro iko karibu na matio, wanaanza zitia ile kabisa. Tunashukuru sana. Asante, asante.